Habari ya wakati huu, mabibi na mabwana, karibuni tena katika kipindi chetu cha Madini Point, mahali ambapo mnapata maarifa na ufahamu juu ya masuala mbalimbali mbali. Na leo tutaongelea majadiliano ya mshahara kwenye interview, majadiliano ya mshahara kwenye interview au kwa Kiingereza salary negotiation in interviews. Hii ni swali ambalo watu wengi wanapata nalo shida sana katika kulijibu. Unapokuwa katika usahili au kwenye interview unaulizwa ungependa kulipwa shilingi ngapi? How much would you want us to pay you? Na watu wengi wanapata kigugumizi kwenye kulijibu swali hili. Na unapokuwa unataka kulijibu swali hili kuna vitu vya kuzingatia kabla ya interview lakini pia wakati wa interview unapokuwa unataka kuwa na jibu zuri la swali hili. Na hapo tutakwenda kuvitazama. Kwa hiyo kabla ya interview kitu cha kwanza kabisa lazima ufanye utafiti mshahara husika hiyo ambayo unafanywa interview au unafanywa usaili, kwa kawaida mtu anatakiwa ulipwe shilingi ngapi, kulingana pia na ujuzi wako na uwezo wako, elimu yako na nafasi husika ambayo unafanywa interview. Kwa hiyo unaweza kufanya, kufanya utafiti kupitia marafiki au majamaa wenye uzoefu na nafasi hiyo au watu ambao wanafanya kazi katika nafasi hiyo lakini pia unaweza ukatafuta pia hata online kuweza kujua kwamba vima vya mishahara kwa position hiyo, kwa nafasi hiyo ikoje katika nchi yetu husika. Kwa mfano, kwa kufanya utafiti wa kutosha uweze kujua kwa nafasi hiyo ambayo ninafanyia interview, kwa kawaida mtu analipwa shilingi ngapi. Jambo la pili, jipime uone unafaa kulipwa shilingi ngapi. Kwa hiyo mara baada ya kufanya utafiti lazima ujipime na kujua kwamba mimi ninafaa nilipwe shilingi ngapi. Nimeshafanya utafiti, utafiti wangu ninaona nafaa kulipo shilingi ngapi. Na unapokuwa unaangalia unafaa kulipo shilingi ngapi, kuna vitu vya kuzingatia. Lazima uzingatie gharama za maisha kiujumla, kwamba gharama zako za maisha ni kiasi gani. Hapo tunaongelea nauli, kama ipo, kama ni kodi na gharama zingine, kama vile chakula. Lakini pia uangalie kiuhalisia, kwa kazi husika ambayo nitapewa, je, nitafaa nilipwe shilingi ngapi? Kwa lazima ujipime na uone unafaa kulipwa shilingi ngapi, kulinganisha na utafiti, lakini pia ukizingatia pia gharama za maisha pamoja na hela husika ya kazi. Jambo la tatu, wakati wa interview. Zingatia sana au weka sana focus au nguvu nyingi katika kujiuza. Kwa utakapokuwa upo kwenye interview, tumia nguvu zako zote na uwezo wako wote kujiuza, kuonesha ni kwa sababu gani unafaa huwapo au kupewa ile nafasi. Kwa hapo tutaongelea, lazima ujiuze kwa kuongelea uwezo wako, lazima uongelee ule uthamani wako, thamani yako iko vipi uwezo wako uko vipi ili kwamba uweze kupewa ile nafasi, lakini pia onyesha kwa nini wewe ndio mtu sahihi unapokuwa unafanyiwa usahili, unapokuwa unafanyiwa interview. Kwa hata kabla ujaanza kuongelea ishu za mshahara, tumia nguvu nyingi sana kuonesha uwezo, uthamani wako na uonesha kwa sababu gani ni mtu sahihi. Hii itakusaidia utakapofika muda kutaja au kuongelea mshahara uweze kutaja mshahara ambao unaendana na ule uthamani wako au ule uwezo wako ambao umekuwa ukijiuza ulipokuwa unafanywa interview. Kwa hiyo tumia nguvu nyingi sana kujiuza na kuonesha kwa sababu gani wewe ni mtu sahihi. Jambo la nne. Itakapofikia muda kuulizwa unataka ulipo shilingi ngapi? Taja kiasi husika. Usitaje range kwamba na, naona nilipo kiasi hiki mpaka kiasi hiki, hapana. Taja kiasi moja kwa moja. Kwa kama unaona unafaa kulipwa laki tano sema mimi ninaona nafaa kulipwa laki tano. Mimi ninaona nafaa nafaa kulipwa kwa position hii nitakuwa tayari kulipwa milioni moja. Usije ukasema laki tano mpaka milioni moja. Kwa sababu gani nasema usitaje range? Issue ya kwanza inaweza kukupelekea kulipwa chini. Kwa kwa mfano ukisema naweza naona, naona, naweza nikafaa kulipwa kwanza laki tano mpaka milioni, wao kuna uwezekano mkubwa wakachagua ile kile kiasi cha chini kwa sababu nao pia wanataka kuokoa gharama. Lakini pia issue nyingine, kwa sababu gani tunasema usitaje range, itaonekana kana kwamba hujui kitu halisi unachokitaka au huna uhakika na unachokitaka o ni vizuri kutaja kabisa kwamba mimi nataka nilipwe kiasi hiki. Jambo si la tano, usiongelee au kugusia chochote kuhusu mshahara mpaka utakapoulizwa. Hii ina maana gani? Utakapo katika interview, epuka kuuliza kuhusu mshahara kama hawajaongelea kuhusu mshahara, wala epuka kuulizia kuhusu masuala sio ya malupulupu ama kuna faida gani na vitu vingine vingine vinavyohusiana au kuna maslahi gani yanayohusiana na pesa usiongelee ongelea tu mshahara mpaka pale ambapo utakapokuwa umeulizwa kuhusu mshahara. Kama hujaulizwa basi usiongelea. Jambo la sita, utakapotaja mshahara endapo ataka kuuliza, basi utaje ule mshahara kwa heshima, utaje ule mshahara kwa hekima na kwa ustarabu wa hali ya juu. Hii itaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye unaheshima, lakini pia unaheshima ya nafasi, lakini pia unaheshima wale watu ambao wanakufanyia interview. Wakati mwingine unaweza kuulizwa ungependa tukulipe shilingi ngapi? Wewe unasema ah, mimi kwa nafasi hii, kiukweli, bila milioni tatu hawezi kunipa kazi hiyo. Kauli sio nzuri, inaonesha kana kwamba wewe una uthamani sana na una wadharau wanaokufanyia interview. Lakini pia hiyo ni kauli ambayo haionyeshi heshima, hekima wala mstaarabu. Unaweza tu kauliza ukawajibu kwa namna nzuri tu kwamba kutokana na nafasi husika ambayo anafanywa interview, nitakuwa comfortable kama mtanilipa kiasi cha shilingi milioni moja na laki tano ni jibu zuri na ni jibu ambalo linatosha. Usioneshe kana kwamba wewe una uthamani sana na ukajibu kwa dharau au kutokuwa na heshima au kutokuwa na ustarabu. Tumia heshima, hekima, lakini pia na ustarabu utakapokuwa unajibu swali hili. Jambo la saba, utakapoulizwa kuhusu mshahara, hakikisha unamalizia na neno negotiable. Kwa mfano, umekuulizwa how much do you want us to pay you? Unataka tukulipe shilingi ngapi? Waambie kwamba I will be comfortable to be paid an amount of 1.5 net, but it is negotiable. Maana yake ni kwamba mshahara huu unaongeleka. Tunaweza tukakaa mezani tukazungumza. Faida ni nini kusema hili neno it's negotiable? Ishu ya kwanza, inatengeneza nafasi ya wewe kuweza kuitwa kwa ajili ya maongezi. Kwa hiyo inaonyesha inaonyesha kwamba wewe haujijifinya kwamba mimi nataka mshahara huu tu na siongelei, hatuwezi kuongelea mezani. Hapana, inatengeneza nafasi ya kuweza kuitwa kwa ajili ya maongezi. Lakini pia jambo la pili, haionyeshi kuwa na msimamo juu ya mshahara ule utaje. Kwa hiyo haionyeshi kwamba wewe akili yako imeganda tu kwenye mshahara huo huo tu na msimamo huo huo tu. Inatoa nafasi ya kwamba tunaweza tukakaa chini na tukazungumza juu ya punguzo la mshahara na kujua tunaendeleaje. Lakini pia jambo la tatu, inapunguza uwezekano wa kutokuitwa. Mkazo ni kwamba focus sana kwenye kujiuza, focus sana kwenye kuonesha uwezo wako unapokuwa unafanyiwa interview uoneshe kwa nini wewe ndio mtu sahihi. Ukiweza kufanya vizuri kwenye kujiuza na kujionesha wewe ni mtu sahihi kwa ajili ya nafasi ile, hata kama utataja mshahara mkubwa vipi, na ukawaambia kwamba niko tayari kwa ajili ya majadiliano negotiable, uwezekano ni mkubwa sana wa kuja kuitwa tena, kwa sababu ameona ule thamani wako, lakini pia ameona kwamba uko tayari kuongea kuhusu mshahara, kama kuna unaweza tukapunguziana. Na mpaka hapo tumefikia mwisho, mpaka tukapokutana tena kwa nafasi nyingine tena, asante.